Ni shukuru serikali ya awamu ya sita ya mama yangu mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia wewe kama mwakilishi wa jimbo jembe la Solwa, na wewe pia ni jema, nikasema unafanya kazi kubwa na unawatendea haki wanajimbo la Solwa kwa kipindi ambacho umetumika katika kata ya Tinde ni mengi mahitaji, naweza nikasema sana yaliyofanywa na ambayo yatakuja kufanywa. Ndugu zangu wananchi wa Nhumbili katika kata hii, mimi kwa ufupi tu kama alivyosema mwenyekiti wa chama kijiji hiki cha Nhumbili umefika kuona mradi wetu wa shule ya sekondari ambayo tumeianzisha lakini pia wewe ukatusapoti kwa mara ya kwanza kwa mifuko mia mbili ya simenti ukaileta na ndiyo inaendelea kutumika, lakini nguvu zingine ni nguvu za hawa hawa wananchi wakishirikiana na uongozi wa serikali ya kijiji lakini pia wakishirikiana na sungusungu ya kijiji hiki. Na nikuombe kwa uwezo wa Mungu, manake haya ni majaliwa ya Mungu. Nikuombe wewe, utatoka hapa unakwenda kwenye bunge la bajeti, shule yangu ya sekondari hii ambayo umekwenda kukagua na kuomba sana ukaipiganie ili watoto wanaotoka kilomita kumi na mbili kwenda Kituli wawe karibu na shule yao. Ndugu zangu wananchi, leo niko kwenu hapa, nazunguka jimbo, ziara ya jimbo kama kawaida yangu, niko kwenye kijiji chenu. Kwanza kabisa, la kwanza kabisa, nawashukuruni sana wananchi wa kijiji hiki, mmekuja kwa wingi sana, asanteni sana. Nimeenda kwanza, ngongereni sana wananchi, tumefanya kazi. Hata ile na ongeza nguvu kazi unaiona, kata kitu kimekaa, unasikia raha sasa bado kuimalizia sivyo? Nimeongea mwenye, diwani na, na, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, wataalamu mko hapa, utaendelea na mchakato mnaoujua nini, lakini mimi ahadi yangu nyingine naendelea tena nawachangia mifuko mia mbili. Nani nani kama kama Mama Samia? Swala la umeme ni endelevu. Tulikuwa tunahangaika sana kuleta umeme kwenye vijiji vyetu. Sasa hivi vijiji vyote 126 za jimbo la Solwa, vijiji vyote tumeleta umeme na baadhi ya vitongoji lakini mikakati inaendelea. Baada ya kuleta kwenye kijiji, sasa tunasambaza kwenye vitongoji, na kila mwaka tunaweka kilomita mbili kila kijiji, kila mwaka kilomita mbili kila kijiji. Kwa ndugu zangu wenyeviti wa serikali ya vijiji, mmejipanga hapa, wazee wenzangu mlioko hapo, wakija watu walea kufanya upembuzi yakinifu pamoja na diwani, mtendaji wa kata, wa vijiji, toeni ushirikiano, na naamini wameshapita, kama hawajapita, watakuja sasa vipaumbele vyenu mtaviona, lakini msisahau taasisi za serikali, shule kama haina peleka, kwa mfano kama pale unampeleka sekondari yetu, kwenye kituo cha afya kwa mfano, zahanati, shule zetu za msingi ambazo hazina, nyumba zetu za ibada, hizo namba moja vipaumbele husika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.